Na tume ya ardhi nchini imetangaza kuwa mradi wa kawi ya upepo wa eneo la Mpeketoni kaunti ya Lamu utaendelea. Mradi huo uliofadhiliwa na Benki Kuu ya Dunia unaotarajiwa kugharimu shilingi bilioni ishirini na moja umekuwa ukikumbwa na misukosuko baina ya wakazi wa eneo hilo na serikali kuhusiana na swala la fidia. Mwanahabari Francis Ontomwa ana taarifa hiyo. Inaonekana sasa kuwa mafanikio yamepatikana kuhusu mradi huo unaotarajiwa kuongezea megawati 90 za umeme nchini. Mwenyekiti wa tume ya ardhi nchini Profesa Mohamed Sozuri alitembelea eneo la Mpeketoni ambapo mradi huo unatarajiwa kutekelezwa na kusema kuwa tume yake ilikuwa imemaliza mkondo wa kuhakiki mradi huo national government, from the Ministry of Energy, from the Kenya Civil Aviation Authority, from the county government, from the Ministry of Lands, from the County Assembly of Lamu, all of them have approved the project. Tume ya ardhi imesema kuwa takriban familia 259 zitafidiwa waliojenga wa majumba wakiwa wanatarajiwa kupata milioni 100 kila mmoja. Sozuri amesema kuwa mradi huu wa umeme utakuwa wenye manufaa mengi kwa Wakenya akiwataka wananchi kuunga mkono. We have sent our valuers who have now given us the value for the structures which are found on the 3200 acres of land on which this project will lie. argzimenu mimi nitafuata sheria kulingana na vile National Land Commission itatuambia tufanye. Kenwind Holdings kampuni inayohusika na, na mradi huo imeelezea kuwa hakuna atakayebaguliwa kwa fidia, akiwa rai wananchi kupuzlia mbali baadhi ya viongozi waliokuwa wakipinga harakati hizo za maendeleo. Katika mataifa yaliyostawika kawi ya upepo hutumiwa pakubwa kutokana na kuwa ni safi na haidhuru mazingira. Francis Ontomwa, KTN News, Mombasa.